Tuelekee kaunti ya Busia ambapo mashindano ya mbio za marathon awamu ya tano katika kaunti hiyo chini ya mwavuli wa Busia Cross Border Run yaliandaliwa hapo jana mjini Busia huku zaidi ya wanariadha mia tatu kutoka taifa la Kenya pamoja na taifa la Uganda wakihudhuria. Mtazamaji, wadhamini wameelezea kuwa lengo kuu la mbio hizo ni kukuza talanta kukabiliana na mihadarati pamoja na kutunza afya kwa wenyeji. Taarifa ambayo mwanahabari wetu Robert Malala aliweza kuzuru maeneo hayo na kuiandaa kwa kina. Ni hafla ya mbio ya kipekee ambayo imeandaliwa mjini Busia na kuhusisha mbio za kilomita 15 wanaume na wanawake, ambazo zimeanzia mjini Busia Kenya na kuzunguka Busia Uganda, pamoja na mbio za mita elfu kumi mita elfu tano na mita mia moja mtawalia kwa wanawake na wanaume. Akiongea mjini Busia Kenya wakati wa kuanzisha mbio hizo, mmoja wa wadhamini wa hafla hiyo, Bisara Matha, amesema kwa maandaa hafula hiyo kama awamu ya tano kwa lengo la kukuza uhusiano baina ya wenyeji wa mataifa ya Kenya na Uganda, mbali na kusaidia wenyeji kutunza afya zao. Aidha, mshirikisho wa nakada kaunti ya Busia Zeka Wekesa amesema kwa mbio hizo zitasaidia pakubwa kukabili matumizi ya mihadarati eneo la mpakani, mbali na kutoa uhamasisho kwa jamii. We realize that kuna vijana wetu wengi hapa mpakani ambao wanashiriki kwa madawa ya kulevya, na tunataka kuwahamasisha ili regulations za Kenya na za Uganda zipate kukua na uiano, ikikuja kwa mambo ya mihadarati, kuregulate mambo ya mihadarati na above all, maneno ya amani kati ya Uh, Kenya na Uganda na biashara pia, economic empowerment and cross border trade kwa wale ambao hawaendi kukimbia. Unaweza shiriki kwa kupata matibabu ya afya yako, kujua hali yako ya kiafya, kutoka kwa kupima TB, diabetes, kutoa damu, kupima kansa, yote iko pale ndani. Uhusiano wa Kenya na Tanzania na Uganda, sorry, kwa mambo ya kudhibiti pombe na dawa za kulevya, tunaamini tuna Aidha, katibu mtendaji katika afisi ya rais Athosia ambaye amehudhuria hafula hiyo kama mgeni mheshimiwa, amepongeza waandalizi wa hafula hiyo na kusema kuwa ni kiungo muhimu katika kukuza vipaji vya wanariadha, huku akitoa wa wito kwa kitengo cha kusimamia riadha nchini Athletics Kenya kuangazia zaidi kaunti ya Busia ikiwemo kuboresha miundo misingi ili kukuza mchezo huo. Mchezo ni kitu ya maana sana katika jamii, ni kitu ya maana sana katika afya yako kama mtu binafsi, na mimi nataka kuzidi kuhimiza vijana wachukue hizi nafasi zinapotokea, kuhakikisha ya kwamba wanabaki wakiwa katika hali nzuri. Hivyo sisi, nahimiza vijana, tafadhali, tutafute kitu ya kufanya, kama si hii iwe ile ingine ambayo inaweka wewe katika afya sawasawa inaweka wewe katika mafikira mzuri na jamii itakuwa salama. Baadhi ya wanariadha ambao wameshiriki mbio hizo akiwemo Angela Miriam ambaye ameibuka wa kwanza katika mbio za kilomita kumi na tano hakuficha furaha yake huku akisema kwa zimewapa nafasi ya kuonyesha umahiri wao. Nimependa uandalizi wa mbio hii kwa sababu imetuwezesha pia sisi kukimbia kwetu nyumbani. Mara mingi tunaenda kukimbia kule nje, but at least this time round tunakimbia nyumbani, of which hapo pia tukikimbia nyumbani tuna motivate wengine pia wakuje, tuna motivate wakuje pia wakimbie na sisi. Mbali na hayo wenyeji wa Busia wamenufaika na huduma za matibabu ya bure pamoja na vipimo vya magonjwa mbalimbali kutoka vituo vya afya mjini Busia, jinsi anavyosema afisa mkuu hospitali ya Burimaxa Ismail Abdullahi. As a Burimaxa fraternity we are offering some services here and in fact we are very happy to participate the marathon Busia border, of which we know health is vital or paramount for our health, free consultation that are medical and surgical And also we a we we have have free free. free. screening. each wing are are are register register just encouraging everyone to come And register sha. and And And SHA, SHA. today is is for free. Are sha for for uh, <coughs> Hospital the other thing is we have ambulance services for any purposes. really available You ready. Robert Robert Malala, Malala Nyota TV, County, Yabusia. Shukran Robert Malala, kwa taarifa hiyo kutoka county ya Busia mtazamaji.